Msanii Davido ametangazwa kuwa kwenye orodha ya nyimbo ya Mfalme Charles inayoitwa The King's Music Room, ambayo ni ushirikiano na Apple Music. Katika maongezi yake, Mfalme Charles alinukuliwa akisema kwamba katika maisha yangu yote, muziki umekuwa na maana kubwa sana kwangu Mfalme anaendelea kusema kwamba katika video ya uzinduzi wa mradi huo ambao ni ushirikiano na Apple Music: ninajua kuwa hii pia ni kweli kwa watu wengi sana. Muziki una uwezo wa kushangaza na kuleta kumbukumbu za furaha kutoka sehemu za ndani kabisa za akili zetu, kutufariji wakati wa huzuni na kutupeleka sehemu za mbali, lakini labda zaidi ya yote, unaweza kuinua roho zetu kwa kiwango kikubwa, na hata zaidi linapotufanya tukutane kwa pamoja kusherehekea. Kwa maneno mengine, muziki hutuletea furaha. Orodha kamili ya nyimbo hizo pamoja na maelezo zaidi ya kifalme itachapishwa Jumatatu kwa ajili ya siku ya Jumuiya ya Madola. Mbali na Davido, orodha nyingine itahusisha rege kutoka kwa Bob Male na muziki wa densi kutoka kwa Minog, huku kukiwa na mwimbaji na mtunzi wa nyimbo za Uingereza anaitwa Rei. Orodha kamili ya nyimbo hizo inatarajiwa kutolewa siku ya Jumatatu, lakini kwa upande wa Davido, huu ni ushindi mkubwa kwa upande wake na muziki wa afrobeats kwa pamoja. Kumbuka, hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako. Lakini pia ili we wa kwanza kupata taarifa zetu punde tunapokuwekea, usisahau kusubscribe, lakini pia kuwasha alama ya kengele ili tu uweze kupata ujumbe punde tunapokuwa tumeweka taarifa zetu. Jambo la msingi pia ni kucomment, kulike, lakini pia kushare na kwa wengine waweze kupata taarifa zetu.